Imekuwa ni ndoto kwa msanii Jay Melody kufanya kolabo na Mwana FA kwa muda mrefu sana, lakini ameweza kufanikisha ndoto yake na ameiweka hii kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Kwenye Insta story, Jay ameandika moja ya ndoto yangu kubwa kwenye muziki ilikuwa ni kujaga kufanya kolabo na my brother mheshimiwa Mwana FA, na nafurahi kwamba nimetimiza hiyo ndoto mwaka huu na albamu yangu inayofuata itakuwa na huo wimbo. Kwa hiyo amesema, moja kati ya ndoto kubwa ambayo alikuwa nayo kwa muda mrefu ni kufanya kolabo na mheshimiwa eh, Mwana FA na ameweza kufanikisha hiyo ndoto, na kwenye hiyo ngoma sasa yupo na FA, na ngoma hiyo itapatikana katika albamu yake inayofuata. So bila shaka itakuwa ni ngoma kali sana, kama mwenyewe pia ameiaminia na kusema ilikuwa ni dream yake ya muda mrefu kufanya kolabu na FA na ameweza kufanikiwa. Basi hatuna ubishi, itakuwa ni ngoma kali sana kwa sababu unafahamu uwezo wa FA kwenye eh, kazi yake, lakini pia uwezo wa Jay Melody kwenye kazi yake. So utapata picha kwenye kazi ya pamoja, lazima wafanye kitu kikubwa. Hongera sana kwa Jay Melody kwa kuweza kufanikiwa kufanya kolabu ambayo umeitamani kwa muda mrefu. Sisi tunasubiria hiyo kazi iweze kutoka na tuone kile ambacho mmekifanya.